Waziri wa maji na unyunyizaji, bwana Eugene Wamarwa, amewahimiza wa Kenya kukumbatia kilimo ili kupunguza viwango vya umaskini nchini Kenya. Waziri alikuwa akiongea haya wakati akifungua maonyesho rasmi ya kilimo biashara mjini Chuka. Tuungane na mwanahabari wetu Jackson Juma atuarifu zaidi. Ni katika maonyesho ya kilimo yaliyofanyika katika uwanja wa chuo kikuu cha Chuka mjini Chuka. Waziri wa maji na unyunyizaji aliwasili katika uwanja huu ili kufungua rasmi maonyesho ya kilimo na biashara yaliyoandaliwa na viongozi wa kaunti ya Tharaka Nithi kwa ushirikiano na kaunti za Kanda la Mashariki ya Kati. Katika maonyesho hayo waziri aliwahamasisha wakazi wa kaunti hizo na Wakenya kwa jumla kuzingatia kilimo ili kupunguza viwango vya umaskini na visa vya ukosefu wa usalama. Aidha, Wamalwa alisema ukosefu wa ajira umekuwa donda sugu hapa nchini na ni kupitia kilimo ambapo tatizo hili linaweza kutatuliwa kwa asilimia kubwa. In shughuli mbalimbali za kulima ikiwemo ukuzaji wa mimea, kuwekeza katika mifugo na vidimbwi vya samaki ni njia muhimu ya kuongeza zao la chakula nchini. Katika maonyesho hayo, Waziri Wamalwa amedokeza kwamba serikali imejitolea kuimarisha kilimo kwa njia ya utengenezaji wa barabara na kuhakikisha mashine na vifaa vyote vinavyohitajika katika kilimo vinapatikana. The national government in collaboration with the county government, private sector and other support organizations are expected to play their respective role in complementing and providing basic infrastructure such as irrigation systems, roads, power, water supply to facilitate agriculture and livestock activities. Vilevile, serikali imejitolea kuanzisha miradi mbalimbali mbali ya ukulima wa mimea ikiwemo shamba la Galana lenye kari milioni kumi lililoanzishwa ili kuzalisha chakula ikiwemo mahindi yatakayowalisha wananchi wote. Jackson Juma, Chuka TV, saa moja.